Unakiti mamu kweli wewe? Yaani kusoma nishindwe, kusoma hata picha nishindwe kuitafsiri. Nimekushuhudia kwa macho kugaguu, unajiuza afu nathubutu kuniomba msamaha. Una <coughs> kweli wewe. Kwa hiyo unaendelea kukataa si ndio? Fine. Achana na yote yaliyotokea. Nataka unithibitishie jambo moja tu. Na ule wako ni dangani. Utaona uhalisia wangu. Huyu Junior ni mtoto wa nani? Wewe sio aina ya mwanamke akuwa na mimi. Pale ambapo nimekukuta ndio sehemu yako sahihi. Niko dadaangu, sija kufanya ile kazi na siwezi kufanya ile kazi, nakuapia baba. Wewe nisikilize kwa makini. Mungu, siku zote anakupa kufanana naye. Kwa hiyo wewe kama unafanya kazi pale kwenye dangulo, Mungu atakupa mwanaume wa aina yako, sio mimi Tasha. Huyu sio mwanamke anayekufaa katika maisha yako. Wewe ni nyoka tena mwenye vichwa hivi viwili, huku unang'ata, huku unapuliza. Unasema pale ulienda kwa dada yako, si ndiyo? Sasa kwa taarifa yako, mimi ndo mtu wa kwanza kugundua uchafu wako. Hivi unajua kwamba nilikuwa nafanya kazi pale kwenu? Siku ya mimi kuacha kazi ndio siku ambayo nilikushuhudia wewe uchafu wako wote.